Wazia umelala usingizi mzito, labda ni mara yako ya kwanza kupumzika kwa siku nyingi. Mwili umechoka, akili imesheheni mawazo, na hatimaye umepata nafasi ya kupumzika. Lakini usiku huo, bila kujua, unakoroma hujisikii, hujijui. Lakini wengine, watu wa karibu, marafiki, hata watu wazima wenye heshima zao, wanacheka wengine wanakunyoshea kidole, wengine wana rekodi, wengine wanazungumza kwa kejeli. Je, kosa ni lako? Umekosea kulala? Umekosea kuchoka? Umekosea kuwa binadamu? Kisa cha kukoroma sio hadithi ya mzaha. Kukoroma si jambo la kuchagua, ni hali ya kiafya, mara nyingine ishara ya uchovu wa mwili, hata tatizo linalohitaji matibabu. Lakini katika jamii zetu, hata jambo la asili na la kawaida kama hili linaweza kuwa sababu ya mzaha. Tunacheka bila kujua, bila kuelewa, bila huruma. Na hapo ndipo tunapojifunza somo kubwa. Watu wanacheka hata wakati ambapo wewe hujui kama kuna cha kuchekesha. Unachekwa pasipo kujua, kicheko kisicho na rehema. Katika maisha haya kuna watu wanachekwa kwa sababu hawana pesa, wengine wanachekwa kwa sababu wanavaa nguo zilizochakaa, wengine kwa sababu hawawezi kuzungumza Kiingereza kizuri, wengine kwa sababu ni wembamba sana au wanene kupita kiasi. Lakini je, hawa watu walichagua hayo yote? Ni mbaya zaidi, mara nyingi wanaowacheka ni wale wanaowaita wetu, yaani familia Yaani, marafiki, watu wa karibu. Hapo ndipo maumivu huzidi. Unapochekwa na ulimwengu ni huzuni, lakini unapochekwa na wako wa karibu ni majeraha ya nafsi. Ujumbe wa yule anayepitia maisha haya, kama we ni yule anayesikia watu wanakusema, wanakutazama kwa dharau, wanakubeza kwa vitu ambavyo si kosa lako, nakwambia hivi, hilo siyo kosa lako. Ni kawaida kuchoka. Ni kawaida kuwa na wakati mgumu. Ni kawaida kulala na hata kukoroma. Ni kawaida kushindwa. Hilo haliwezi kuwa sababu ya dhihaka. Ujue kuwa thamani yako haipimwi kwa kicheko cha watu, haipimwi kwa jinsi wanavyokuona ukiwa mdhaifu. Maisha si mfululizo wa kuona bora kila saa, maisha ni mlolongo wa kupanda na kushuka na wakati wa kushuka ndipo unahitaji zaidi rehema, si kejeli. Kwa wale wanaocheka na kwa wale wanaofanya mzaha wa uchovu wa mtu wa halali yake na mapungufu yake, jiulizeni: je, wewe ni bora kwa sababu hupitii hilo? Je, hujawahi kulala ukaachia mwili upumzike kwa uchovu mkubwa? Je, hujawahi kukosa kitu? hujawahi kupoteza dira? Usijione bora kwa sababu hujapitia alichopitia mwingine. Maisha hubadilika. Leo ni yeye ye, kesho hujui. Na usikate tamaa ya utu wako kwa kuwavunjia wengine heshima, kwa sababu utu wa kweli ni kuweza kuona mtu dhaifu na bado ukamheshimu kama mtu. Hujui watu wakiwa wanakufanyia mzaha, lakini Mungu huona. Mtu anaweza kulaa na kukoroma na watu wakacheka. Mtu anaweza kuvaa nguo chakavu na watu wakazungumza Mtu anaweza kuwa na maisha ya chini na watu wakaeneza maneno, lakini hayo yote yabadili ukweli wa kuwa kila binadamu ana thamani. Nakumbuka uweze kudhibiti watu wa kuseme au wa kucheke, lakini unaweza kujidhibiti jinsi unavyojiona wewe mwenyewe. Usikubali uonekane kama mchekesho wakati moyo wako una ladhi ya shujaa. Usiache kuwa wewe hata kama wanaona ni mzaha. Uendelee kuwa mkweli, uendelee kuwa mpole, uendelee kuwa mnyenyekevu hata wakikubeza. Maana watu watacheka, lakini Mungu hacheki. Watu watakubeza, lakini maisha huja na mzunguko wake, na siku moja wale waliocheka watakukumbuka, si kwa mzaha, bali kwa mshangao. Ujumbe huu ni kwa kila mtu anayepitia kiza bila kuona tumaini. Jua kuwa hata gizani unaangaza, endelea simama, thamani yako haijawahi kupungua hata kwa sekunde moja. Sasa tuombe. E Mungu wa huruma na upendo, na kuinulia ndugu yangu huyu mbele zako, ambaye anapitia maumivu ya kuchekwa, ambaye anapitia maumivu ya kudharauliwa, ambaye anapitia maumivu na kubezwa kwa mambo yasiyo ya hiari yake. Mara nyingi wanadamu humhukumu mtu kwa macho ya nje, lakini wewe huangalia moyo. Wewe hujua uchovu wake, hali yake, na kila kilichomo moyoni mwake. Baba wa rehema, mpatie amani katika moyo wake, mpatie nguvu mpya katika roho yake, mwondolee aibu ya kimya kimya na barare yake, mvishe heshima ya kimya kimya, wape busara wale wanaomcheka, wape macho ya kuona binadamu ndani yake na kama kuna majeraha ndani yake yaliyosababishwa na maneno, kejeli au dharau, Bwana uyaponye leo kwa jina la Yesu. Mungu wa faraja, msaidie akumbuke kuwa yeye ni wa thamani mbele zako. Msaidia, msaidie asikate tamaa ya maisha, asikate tamaa ya watu na asikate tamaa ya nafsi yake. Msimamishe mahali pa heshima, mahali ambapo hata waliomcheka watakuja kumshangaa, si kwa kiburi bali kwa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo tunamwombea, si tu kwa kubadilishwa kwa hali yake ya nje, bali kwa kuimarishwa na moyo wake wa ndani. Amina.